Hii ni rosti ya kuku ambayo ni tamu na imenoga kweli kweli. Kama unavyojionea rosti limenoga na tumetumia Navano Obina hiki na ni kiungo kizuri kinachotumika kwenye mapishi ya nyama. Aya, turudi jikoni sasa. Anza kukaanga kuku wako kama hivyo kwa muda kidogo. He. He. Alafu baada ya hapo, weka viungo vyako. Viungo tulivyoweka sisi vyote tumekuandikia kwenye caption. Alafu sasa Kiungo cha muhimu cha kuweka ili nyama yako inoge ni hicho hapo. Hicho kiungo kinaitwa na vano Obinac, ni kiungo kizuri sana. Huko ndani kina soy sauce, kina mirini, kina ajinomoto. Kiungo hiki kinafanya nyama yako inakuwa nyama inakuwa na ladha, nyama inakolea viungo, yani utaenjoy. Weka sasa kitunguu chako, Navano Obi na kijamani, itafanya pishi lako litoke lenye ladha, nyama inatoka tamu, imenoga kweli kweli. Haya, tunaepua rosti letu tunaleweka kwenye sahani. Unaona rosti hilo e, afu unachovia pale wali kidogo. Ehe, unachukua na rosti pale e, wali na rosti, wali na rosti, twende. Ehe, alafu kuku yule pale, twende sasa e, mambo mazuri haya jamani. Navano Obina inapatikana nchi nzima, nakukumbusha kila siku, nenda kwa muuza duka mangi, mwambie nataka Navano Obina, na na sio naomba, nataka